<laughs> Usilie. <coughs> Usilie. Usilie. Usilie ni machozi ya mabinti wa jamii ya wa wafugaji mkoani Arusha wanaolelewa katika nyumba salama ya shirika lisilo la serikali la HIMD wakati wakimweleza Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Daktari Dorothy Gwajima kuhusu ukatili waliopitia ikiwemo ukeketaji na ndoa za utotoni kutoka kwa wazazi na walezi wao. Watoto hawa ambao wengi wao ni mabinti wapo waliokeketwa wakiwa wadogo na wengine kuachishwa masomo na kuolewa, lakini wanasema ni kama miujiza tu wao kufanikiwa kutoroka mikononi mwa watesi wao na kufika katika nyumba hii salama ya shirika la HIMDI. Gari lilikuja ghafla, nikaambiwa kwamba natakiwa niondoke, um, niolewe. Sasa nikachukuliwa nikawekwa kwenye gari kwa nguvu, ingawa nilikuwa na nimepiga sana ukunga. Nikachukuliwa nikapelekwa pale, lakini pia nilikuwa namuomba Mungu sana kwa kweli. Katika kipindi hicho nilikuwa namuomba Mungu haswa, yani mpaka leo hapa nilipo nimeujiza, kuna namna naweza nikasema nimeujiza. Kwani nimefikishwa pale, nikawa naangalia mazingira, namna mimi kutoroka, maana nilikuwa nalindwa pale nilipopelekwa. Na shumu muda huo, mtu alionioa, yani mbangu, nilikuwa namuona kijana kuliko hata huyu anayetakiwa ni bango alikuwa kama kijana bango ndio kijana, lakini baadaye Mungu alinifanikisha nikaweza kutoroka pale, nikakimbia. Ilikuwa ni usiku, ilikuwa ni usiku, sikumbuka kwamba ni saa ngapi ya usiku, lakini ninachokumbuka ilikuwa ni usiku, kama sio saa nane, saa tisa, saa kumi, ni hapo. Binti huyu anasema kwa muda wa siku tatu alikuwa akikatiza pori na maeneo hatarishi ili kukimbia kuozeshwa kwa mwanamume ambaye alimwona ni mzee kuliko babaye, huku akibisha hodi kila nyumba kutafuta msaada, njaa ilipomshika. Na kwa kuwa abishaye hufunguliwa, basi milango ilifunguka alipobisha hodi kwa mama mmoja, ambaye hakujua kuwa ndiyo championi wa kupambana na ukatili na ndiye mkurugenzi wa shirika la HIMD. Mama huyu amemlea binti huyu huku akimpatia mahitaji ya kielimu, na sasa yupo chuo kikuu akijiandaa kufanya mtihani wa mwisho ili atunukiwe cheti cha maswala ya sheria. Je, nini kimemsukuma kusoma sheria? Kilichonifanya mimi nisome sheria ni mazingira niliyoyapitia, yaani mazingira niliyoyapitia na hii misukosuko ikanisukuma nisome sheria na, na tamani siku moja nitetee haki za wanyonge kama mimi kipindi kile nilivyokuwa mnyonge, na tamani siku moja nitetee haki za watu kama mimi kipindi kile hicho kicho nisukuma mimi nisome sheria, na kwa sasa namwomba Mungu anisaidie nimalize chuo, mwezi wa nane namaliza, alafu niweze kwenda Losco nikachukue muhuri. Naamini kwamba nitafaulu hata pia Losco. vitendo vya ukeketaji vimeendelea kuwanyima usingizi wa wanawake wengi, hasa wa jamii za wafugaji. Mama huyu anasema kamwe hajawahi kufurahia ndoa yake, na aliamua kuachana na mumewe pale alipoanza kulazimisha kuwakeketa binti zake na sasa ndiye mwanaharakati anayewasaidia mabinti wengi wasipitie kadhia hiyo na kuwapeleka katika nyumba salama ya shirika la Himdi. Nilipopata elimu kuhusu mambo ya ukeketaji kwamba ni mbaya, na mimi nikaja nikachana nayo, nikawa naelimisha jamii, na sasa ndio jamii ikaanza kunyanyuka na naku, na kuona kwamba nafanya kitu kibaya, lakini sasa hivi wanaona kwamba nafanya kitu kizuri mpaka sasa hivi wasichana zaidi ya 87 nimeshawaleta kwenye shirika na wamepata msaada, wengine wako vyuo, wengine wameshapata elimu, wameshamaliza wako makazini na sasa hivi bado kuna ambao wanasoma. Mkurugenzi wa shirika la Himdi Makrin Rumanyika ameeleza namna nyumba salama ya shirika hilo ilivyo wanusuru mabinti wengi wa jamii ya wafugaji wanaokumbana na vitendo vya ukatili. Nyumba salama ya shirika la Himdi ambayo inaitwa ilianza ikiwa inalenga mabinti kutoka jamii ya wa wafugaji ambao walikuwa wanatoroka ukeketaji na ndoa za utotoni, lakini tulivyoendelea kuwa na hao manusura, hatimaye ikaonekana kwamba sio tu watoto waliotoroka ukeketaji na ndoa za utotoni ndio wenye changamoto katika jamii tunakofanya kazi. Baadaye ikaibuka wale mabinti ambao wanafanyia ukatili wa kingono ambao ni kubakwa na ndugu wa karibu wakiwemwe baba wa kambo, baba mzazi, mjomba, baba mdogo na kadhalika, ambao wamepata ujauzito wakiwa mashuleni. Kwa hiyo wakawa wamefukuzwa mashuleni, na baada ya hapo sasa, kilichotokea ni kwamba baada ya kufukuzwa, bahati nzuri ukawa na fursa kwamba wanaweza wakarudi shuleni kwa hiyo tukakaa nao kwenye kituo tukawahudumia. Tunakaa nao kwenye kituo na kuwahudumia, kwanza kuwapa unasihi. Baada ya hapo, kuangalia walikoishia, waweze kusafiri salama na ujauzito, hatimaye wajifungue salama, na baada ya kujifungua salama waweze kuhudumia watoto salama, kuhudumia watoto kwa kuwanyonyesha kwa kile kipindi ambacho wanapaswa kuwahudumia, ili sasa kusiwe na ukatili tena wa watoto. Baada ya hapo sasa wakifika ule umri ambao watoto wanaweza wakabaki kituoni sasa na wenyewe wanaenda shule na wanakwenda shuleni kuanzia pale walipoishia. Ukeketaji ni tatizo la kijamii linaloendelea kujitokeza katika maeneo mbalimbali mbali nchini Tanzania, hasa miongoni mwa jamii za wafugaji. Desturi hii hufanywa kwa misingi ya mila na imani za kitamaduni, ambapo huaminika kuwa ni njia ya kumwandaa msichana kuingia utu uzima au ndoa. Katika baadhi ya jamii ukeketaji huchukuliwa kama ishara ya heshima, usafi au utiifu, jambo linalochangia kuendelea kwa vitendo hivi licha kupigwa marufuku kisheria. Katika tafiti mbalimbali mbali ambazo zimeendelea kufanyika nchini Tanzania kuhusu tatizo hili, imegundulika kuwa mbali na mila hizo ukeketaji una maana nyingine nyuma ya pazia, hasa juu ya kiungo kinachotolewa kwenye sehemu za siri za mwanamke. Baada ya utafiti miezi michache iliyopita imegundulika ni kitu ambacho kinafanyiwa biashara, kinauzwa. Wafanya biashara na hasa wavuvi huvinunua kwa ajili ya kuvulia samaki, na wao wakidai kwamba wanapovitumia kuvua samaki hupata samaki wengi. Kwa hiyo hapo tukawa tumegundua hicho, lakini pia wakasema pia kinauzwa mfanyabiashara mwingine mwenye biashara tofauti, kwa mfano wa kwenye madini, wachimbaji pia wakivitumia wao, sijui wanachanganya na nini ili kuwafanya wapate dhahabu, lakini pia wafanyabiashara wa kawaida kwenye maduka yao, lakini pia wakasema hata wakulima huvitumia ili waweze kuvuna mazao mengi. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalumu Daktari Dorothy Gwajima Ameitaka jamii kuacha mara moja vitendo vya ukeketaji kwani vina madhara makubwa kwa jamii. Katika swala zima la kukeketa mtoto wa kike, hakuna sababu ya ukweli yenye mashiko hata moja. Ni kwenda kinyume na mpango wa Mwenyezi Mungu wa kumuumba huyu mtoto, ni kwenda kinyume na lengo la Mwenyezi Mungu, awe na afya, ni kwenda kinyume na mpango wa Mwenyezi Mungu kwamba awe na furaha na kufurahia maisha ya ndoa ni kwenda kinyume na mpango wa Mwenyezi Mungu alete mtoto mwenye afya njema duniani, ili tu wewe tumbo lako lishibe. Hivi wewe unachukua nyama ya mtu unakwenda kui unakwenda kuiuza ili kwamba ikakusaidie? Eti mazao, mazao haya ambayo tunalima wengine hatutumii kiungo chochote na tunavuna vizuri. Eti ukavue samaki? Hivi tatizo ni, ni, ni samaki wapatikane au tatizo ni wee tapeli? Samaki si alipo, ukienda hata mimi naenda kumpata tu kwa wiki. Unajua, kuna nyakati huwa tunaogopa kuelezana ukweli, lakini tunatoa fursa ya watu waongo kuingia na kurithisha imani za uongo, lakini gharama za hasara tunazozipata kwa kumuumiza huyu mtoto wa kike ambaye ni mama wa familia zinamuumiza hata mtoto wako. Lazima tupambane na waongo na uongo kwa kuwaleta watu waliofanikiwa bila hizo imani za kishirikina shirikina, fitina fitina, uongo uongo. Madhara ya ukeketaji ni makubwa kiafya na kisaikolojia. Wasichana wanaofanyiwa vitendo hivyo hukumbwa na maumivu makali, hatari ya maambukizi, kutokwa damu nyingi wakati wa kujifungua na wakati mwengine y vifo, pamoja na maumivu ya kudumu na msongo wa mawazo. Kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kutokomeza ukeketaji, sauti yetu, tokomeza ukeketaji. Kutoka mkoani Arusha, jina langu ni Ferdinand Irunde na hii ni redio Maria Tanzania.